Ni dawa hizi hizi, ni sindano, lakini nguo chafu mpaka saa hizi ziko hapo, na DMO huko hapa, unaona yeah. Maana wasije wakasema wanasiasa wasi, mnapenda kusema vitu vene hivi hapa Serikali si imeleta. Ni ndani ya chumba cha kuhifadhia dawa katika kituo cha afya cha Kata ya Misha hapa Tabora mjini, ambapo japo kituo hiki hakina muda mrefu usiozidi miezi saba, lakini dawa zilizoisha muda tangu mwaka jana zimekutwa zikiendelea kuhifadhiwa hapa kinyume na utaratibu, pamoja na uwepo wa madhaifu mengine yasiyoridhisha, hmm. Hmm. ili ziondoke hapa iko siku atasema alipewa hii yeah. hospitali mpya alafu mnapokea halafu sisi wawakilishi wa wananchi huko tunapita tunaambiwa kwamba tunabeba mizigo mizito ya kuambiwa kwamba oh. serikali oh. haileti dawa, madawa wakati haya hapa jamani zile shuka zinatakiwa zi watu walalie kwenye vitanda yeah. leo ndio mnatundika hey. madirishani fanyeni hey. kazi haraka jamani baada ya kasoro hizo kuwekwa bayana, mganga mkuu wa wilaya ya Tabora daktari Shani Mdamu anabainisha hatua watakazozichukua, huku mganga mfawidhi wa kituo hicho daktari Ephraim Mkwavi akiahidi mazuri kwamba mapungufu yote ambayo yamejitokeza kwenye kituo chetu tunaenda kuyarekebisha. Kwa ile mapungufu madogo madogo ukijayo tunayarekebisha. Kwa hiyo tunaahidi sisi kama wafanyakazi wa kituo cha afya Misha tutatoa huduma kwa weledi wa hali ya juu. Hata hivyo, baada ya kutamatisha kukagua maendeleo ya vituo vyote vitatu vya kata ya Tumbi, Misha na Maili Tano, mbunge wa jimbo la Tabora mjini Hawa Mwaifunga anatanabaisha jinsi atakavyosemea kwa serikali changamoto alizozibaini: tumekutana na changamoto mbalimbali mbali kwenye maeneo mengi katika vituo hivi vya afya ambavyo tumetembelea hapa kwenye jimbo la Tabora mjini, ni upungufu mkubwa wa madaktari na manesi, lakini pili Uh, umaliziaji wa majengo uh, yetu katika vituo vyetu vyote vitatu vya afya na sisi sasa tuweze kuiambia serikali ni namna gani inavyoweza kusaidia wananchi wetu.